huo Edward Lowasa ameeleza kuwa hayupo tayari kumbeba mtu yeyote wa Chama cha Mapinduzi CCM aliyekataa kuingia kwenye safari ya mabadiliko wakati akikihama rasmi chama hicho. Badala yake, ameahidi kutoa ushirikiano kwa wagombea wa UKAWA ili kuhakikisha wanapata ushindi wa kishindo kwenye majimbo yao. Lowasa analazimika kutoa kauli hiyo ili kuzima maneno yaliyozagaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa anamuunga mkono mgombea wa CCM na Meloki Sokoine anayewania jimbo hilo hilo kamwe hayuko tayari kumwachia jimbo mtu aliyekataa kuungana naye kwenye safari yake ya mabadiliko. Watu wanafikiri kwa sababu ilikuwa CCM, labda ni watetee wanaogombea kupitia CCM. Hilo halipo, haiwezekani. <giru> <giru>